Mikindani ni jina la mji unaobeba historia ya mkoa wa Mtwara, nchi ya Tanzania na hata dunia kwa ujumla, kwa kuwa mji huo wa asili, uliobarikiwa vivutio mbalimbali vya utalii umewahi kukaliwa na Waarabu na kuanza kujenga nyumba zao za kudumu kuanzia karne ya kumi na sita baadaye wakafuata Wajerumani, kisha Waingereza ambao hao wote waliporudi makwao, katika nchi zao hawakusita kuizungumzia Mikindani na watu wake. Mtazamaji wa Faida Online TV, leo naomba nikusogezee historia ya uwepo wa kisima chenye maji ya baridi kilichopo uwanda wa bahari ya Hindi umbali wa mita mia mbili kutoka uwanja wa mpira wa mji huo wa Mikindani ulipo. Mwandaji na msimulizi wako ni mimi Karim Faida kutoka Faida Online TV. Sisi ni watu wa field. Ukisikia neno mchuchu unaweza kufananisha na jina la mrembo fulani hivi ambaye anaweza kunyakulia mataji kuanzia Mis Tanzania hadi Mis Dunia. Yaani ni kama pisi ya kwenda, kama vijana wa sasa wanavyosema. Kumbe ni jina la kisima hicho ambacho kinawashangaza watu wengi kwa kuwa kilitobolewa mnamo mwaka 1913 na Wajerumani, lakini tangu kitobolewe kasi ya utokaji wa maji yake hayajawahi kupungua wala kuongezeka, iwe usiku iwe mchana, masika ama kiangazi, mwendo ni uleule ule. Hicho ndio kisima cha Mchuchu. Licha ya uwepo wa majengo ya kale, yanayoakisi uwepo wa wageni wengi walioishi katika mji huo wa Mikindani, huku majengo mengine yakiwa yamelipuliwa na mabomu na Waingereza mnamo mwaka 1916 wakati wa vita vya kwanza vya Dunia, uwepo wa kisima hicho cha Mchuchu ambacho ni kimbilio cha wananchi wengi waishio Mikindani kutokana na ladha yake isiyo na chumvi chumvi kimekuwa owengi, viotalii, misi, ni kivutio cha walio wengi na kuongeza idadi ya vivutio vya utalii vinavyopatikana katika ardhi hiyo ya mji mkongwe wa Mikindani. Mimi Said Yamisi, mkazi wa Mikindani. Maji yake ni baridi tu, unakoga, unakoshea vyombo, unapikia, haina matatizo, haina, wala sio machungu, haina kasoro, hayana chumvi. Watu wanazaliwa watu wanakufa, na watu anazaliwa watu anakufa, unavyoona ndio hivyo hivyo. Kisima hicho ndio kilivyo hivyo hivyo toka miaka hiyo maji hayapungue hayazidi wala nini. Jina langu Ali Selemani. Wazungu ndo waliokuja wakavumbua waka, Wajerumani eh. Tunaomba wananchi wenzangu tukitunze vizuri kisima chetu. Mikindani pia ni mji wenye historia ya kusafirisha watumwa mnamo karne ya 18 na 19 kwenda kwenye nchi mbalimbali, na walisafirishwa kupitia eneo hili ambalo limeingia baharini, huku wakiwa wamebebeshwa mizigo mizito na nyororo zikiwa miguuni mwao, huku wakiwa hawajui kama wanaweza kuziona tena familia zao au la. Mtazamaji, leo ilikuwa ni zamu ya kisima cha Mchuchu. Wakati mwingine tutazungumzia vivutio vingine vingi vinavyopatikana katika mji huo wa mkongwe wa Mikindani. Mikindani, ni kawaida tu kukutana na binti wa Kiarabu, nywele zikiwa zinamning'inia, akiwa kwenye foleni ya kuchota maji kwenye kisima cha Mchuchu, na ukamsemesha kwa lugha ya Kiarabu, ma ismuka, yani unaitwa nani, akakujibu kwa Kimakonde chenye ladha ya umalaba mbwa, mi panikuelewi bwana, yani mimi sikuelewi. <laughs> Hapo sasa, jua umekutana na mwarabu wa Mikindani. Ni kawaida tu, maana mji huo ulianza kukaliwa na mabingwa wauzaji wa mafuta duniani, yani Waarabu. Mtazamaji wa Faida Online TV, hiyo ndio historia fupi ya kisima cha Mchuchu kilichopo katika mji wa kihistoria wa kiasili wa Mikindani katika mkoa wa Mtwara. Mwandaji na msimulizi wako ni mimi Karim Faida kutoka Faida Online TV nikukumbushe kusubscribe, ku like na ku comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri, tukutane wakati mwingine.